Habari ya saizi ndugu mtazamaji, pamoja na msikilizaji wa chaneli yetu ya Njombe TV. Nikukaribisha wakati huu ambapo tutakuwa na kipindi chetu, na kipindi hiki kitakuwa, ni kitakuwa na mwendelezo ambacho kinahusiana na maswala ya sekta ya ardhi kwa ujumla. Tutakuwa tunakutana hapa kwa mara kwa mara kwa ajili ya kufanya mwendelezo wa kujifunza juu ya ardhi na kipindi chetu kitakuwa na mada ambayo inaitwa ardhi yako mtaji wako, au tunaweza tukaibadilisha tukaiita ardhi yetu mtaji wetu. Maana ardhi ni rasilimali ya msingi sana katika jukwaa la maisha ya binadamu, na tunapomwongelea binadamu tunaongelea mambo mengi yanayomzunguka kuanzia kuishi kwa maana ya makazi, eh, kulima Eh, shughuli mbali mbalimbali za uwekezaji viwanda, biashara, vyote vinafanyika kwenye ardhi, hata huduma zingine za kijamii zinafanyika kwenye ardhi. Kwa hiyo ardhi inabaki kuwa ni rasilimali ya msingi sana ambayo ni muhimu sana katika jukwaa la maisha ya binadamu, na kwa sababu kila kitu kinachofanyika ni kinafanyika kwenye ardhi, na hata tutakapofariki, kwa sababu binadamu pia tunazaliwa na kufariki, tutazikwa kwenye ardhi. Kwa hiyo ardhi inabaki kuwa ni msingi ni, ni, ni rasilimali ya msingi sana. Na hivyo Njombe TV nakuletea kipindi na, na kitakuwa na mwendelezo ambacho kinaitwa kita... ardhi yako mtaji wako. Kwa hiyo, ardhi kwa sababu ni rasilimali ya msingi, lazima tuitunze, kwa sababu ndio mtaji wa maisha yetu, kwa sababu ma... jukwaa la maisha ya binadamu ya kila siku limejengwa katika msingi wa ardhi. Kwa hiyo lazima pia tuijue ardhi, wakati mwingine kuna vitu vingi vinatokea na ardhi ukiiona kuna, kuna changamoto nyingi zinazojitokeza, unakuta wananchi wanagombana, mwananchi na mwananchi, labda taasisi na taasisi au wakati mwingine hata kikundi na kikundi. Ni kwa sababu rasilimali hii ni, ni ya muhimu katika maisha ya kila siku ya mwanadamu, na hivyo leo kwa kuanza kipindi chetu, tutaanza kujifunza nini maana ya ardhi, kwa sababu mara nyingi watu wengi ukiwauliza nini maana ya ardhi, wakati mwingine wamekuwa hata na changamoto ya kuelewa nini maana ya ardhi kwa mujibu wa, wa, wa, wa sheria zinazosimamia nchi yetu au katiba kwa ujumla. Kwa hiyo mwingine ukimuuliza ardhi ni nini, atakwambia ardhi ni udongo. Mwingine ukimuuliza ardhi ni nini, mwambie atakwambia ardhi ni udongo mfinyanzi. Kwa hiyo wengi hatujui tafasili ya ardhi, lakini leo nataka ni ku pitishe katika sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 ambayo imetafasiri ardhi ni kitu gani. Ardhi kwa mujibu wa sheria namba 4 ya ardhi ya mwaka 99, imetafasiri kwamba ardhi ni pamoja na udongo au tuseme tabaka lililoko juu na chini ya uso wa nchi, ikijumuisha vitu vilivyoko juu yake kama vile mimea Eh, inayoota eh, na kupandwa juu yake majengo eh, mawe, milima na kadhalika. Hivi vyote hivi ni sehemu ya ardhi. Kwa hiyo tunapoongelea tabaka lile la juu la udongo lililoko juu ya nchi eh, pamoja na chini, ndipo tunapata tafasiri ya ardhi. Lakini kwa tafasiri hii kwa mujibu wa, wa sheria ya ardhi E, vipo vitu ambavyo viko chini ya ardhi ambavyo si sehemu ya ardhi, mfano maji, madini, petroli, hivi haviwezi kumilikishwa kwa muktadha ule wa dhana ya ardhi. Ni nini sasa? Maji, madini, petroli, gesi, vyote hivi na vitu vingine na madini mengine yote ambayo yanajumuisha ambao tunaweza tukapata, tunasikia nchi yetu ina uraniamu ina vitu gani, vyote hivi hivi vyote haviwezi kumilikishwa chini ya sheria ya ardhi. Kwa hiyo hivi vinasimamiwa na sheria nyingine. Kwa hiyo tunapoongelea ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 tunaangalia lile tabaka la juu pamoja na vitu vyake. Lakini nyumba ukiwa umejenga nyumba, hiyo ni sehemu ya ardhi. Ukiwa umepanda mti, hiyo ni sehemu ya ardhi. Ukiwa um, kuna mti pale umejiotea kwa asili ukaendelea kuutunza ukautunza, hiyo ni sehemu ya ardhi, ni mali yako. Lakini unapomilikishwa hii ardhi sasa kwa mujibu wa sheria hii eh, ya ardhi namba nne, madini, maji, petroli, vyote hivi si sehemu ya, ya, ya kumilikishwa kwa maana ya sheria ya ardhi. Kwa hiyo kumbe, kuna wakati mwingine kumetokea mgongano. kumetokea mgongano ambapo unakuta mtu mathalan, una kiwanja chako umejenga nyumba yako pale, una unachimba choo, unapochimba choo, unapofika kule chini, mara unakutana na madini. Aa, madini haya yamepatikana kwenye ardhi yangu, madini haya ni ya kwangu. Hapana, kumbe wewe ulimilikishwa ardhi, na tunapoitafasiri ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi tunakuta sasa kwamba madini, maji na hivi vitu vinavyofanana kama petroli sio sehemu ya umiliki wa ardhi. Kwa hiyo tumeona tuanze leo na hii maana ya ardhi ili tuweze kuitambua. Lakini ardhi e, inasimamiwa na sera pamoja na sheria mbalimbali ambazo zinasimamia ardhi e, nimetamka ipo sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 pamoja na kanuni zake, lakini ipo sheria ya ardhi ya, ya, ya vijiji ya mwaka 99. Pia ipo sheria ya mipango miji namba nane ya mwaka elfu mbili na saba. Ipo sheria ya matumizi ya ta, sheria ya taifa ya matumizi ya ardhi e, namba sita, ya mwaka elfu mbili na saba. Ipo sheria ya upimaji, lakini kwa sababu ardhi sasa ni mtambuka, zipo sheria nyingine sasa e, ambazo zinakusana zina na ardhi, kwa sababu ukikuta maji yako kwenye ardhi, misitu iko kwenye ardhi, hifadhi za taifa ziko kwenye ardhi, kwa hiyo unakuta kwamba ardhi hii sasa ina sheria zingine. Sheria sekta ya misitu inapatikana kwenye ardhi, sekta ya maji inapatikana kwenye ardhi, lakini ina sheria zake ambazo zinasimamia. Kwa hiyo, hiyo ndio misingi mikubwa. Historia ya ya sheria hizi za ardhi imetokana na historia kubwa kuanzia nchi yetu jinsi ilivyopata uhuru pale mwaka 61 kabla ya kupata uhuru mwaka sitini na moja, na namaana kulikwepo sheria ambayo ilikuwa ni sheria mkoloni, na na hili tutaliongelea katika kipindi kinachokuja. Tuone sasa msingi wa sheria sheria hizi zimeanzaanzaje? Je, kabla ya sheria ya ardhi namba 4 kulikuwa na sheria gani? Naje sheria hii sasa ilipoanzishwa, sheria nyingine nini kilitokea, na zamani kulikuwa na nini? Tutajifunza.